Mwili ni dhaifu. Ili uweze kushinda majaribu yanayosababishwa na mwili, lazima uwe na nguvu ya ziada katika nguvu ya roho. Ukisoma Marko 14 mstari wa 32 mpaka 42, Biblia inasema kwamba Yesu Kristo, mwana wa Mungu, alikuwa ni mwanadamu asilimia mia moja, alikuwa ni Mungu asilimia mia moja. Anafika Gethemane, mwili wake unakuwa mdhaifu, mwili wake unagoma. Yesu pamoja na kwamba alikuwa ni mwana wa Mungu, mwili unakuwa mdhaifu. Yesu anaingia katika maombi Anamwambia Mungu, kama ingelikuwa ni mimi binafsi hiki kikombe ningekiepuka. Kilichokuwa kinazungumza hapa ulikuwa ni mwili wake, umekuwa mdhaifu, lakini Yesu anaingia katika maombi ili apate nguvu ya ziada, na Mungu anamtumia malaika waweze kumtia moyo. Lakini Yesu anatoka pale, anakutana na wanafunzi wake ambao alikuwa amewaomba kwamba waombe, anakuta wamelala. Anawaambia, kwa nini mmeshindwa kuomba angalau ndani ya saa moja, ili hii nguvu ya kuweza kushinda majaribu iwaingie na Biblia inatuambia kwamba baada ya hapo walikutana na jaribu ambalo Yesu Kristo anakamatwa na wote wanasambaratika, wengine wanamkana, wengine wanakimbia kusikojulikana. Kwa hiyo mpendwa unaonisikiliza, elewa kwamba mwili wako ni dhaifu, unahitaji nguvu ya ziada kupitia maombi, ili uweze kushinda nguvu ya mwili na majaribu ambayo mwili wetu huwa unatuletea. Hivi hivi kutoboa haitawezekana.